Dkt. Ndumbaro ni rais wa Chama cha Madaktari Bingwa wa saratani. Anasema kuwa kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa ugonjwa wa saratani inawezekana ukaongezeka mara tatu zaidi kutokana na changamoto za mtindo wa maisha. Kwa sasa hivi, Tanzania imepata mfumuko mkubwa au uh, idadi kubwa ya wagonjwa wa saratani kwa mwaka inakadiriwa na shirika la afya duniani kwamba tuna zaidi ya wagonjwa elfu 44, 45 kwa mwaka wagonjwa wapya wa saratani, na pia uh, huu ugonjwa unaonekana kwamba baada ya miaka mitano na kumi utaendelea kuongezeka mara tatu zaidi yake kulingana na uh, takwimu zinavyoonyesha za uh, tafiti mbalimbali. Sasa nini kifanyike au uh, tatizo ni nini? E, tiba iweje? Hilo ndio dhumuni ambalo tumekutania hapa sisi wataalamu kwamba tuangalie tatizo hili tunalipunguza kwa, kwa, kwa kiasi gani. Aidha, Dkt. Ndumbaro ameongeza kuwa swala la gharama za matibabu limekuwa ni changamoto hivyo kwa wananchi. matibabu ya saratani ni makubwa na yana gharama sana, mfano ni kukuambia kwa matibabu tu ya mionzi yanaweza yakagharimu mamilioni ya pesa. pia hizi uh, dawa tunaweza tunaita uh, dawa uh, kemikali tiba au kemotherapi. Pia matibabu yake haya ni ya gharama sana. Kwa hiyo uh, tunahimiza watu wawe na bima ya afya, lakini nao. Baadhi ya madaktari walioshiriki katika kongamano hilo la kimataifa wameshauri jinsi ya kukabiliana na saratani ni kuja kujichunguza. Yaani, ukiona una kitu chochote ambacho sio cha kawaida kwenye mwili wako usikae nacho kwa sababu mara nyingi saratani inapoanza inakuwa haiumi. Elimisha zaidi kuhusu ugonjwa wa saratani na pia kuelewa shida yenyewe ya saratani, Tanzania imefika, ni, ni, imefika wapi? Kwa mujibu wa Rais wa Chama cha Madaktari Bingwa wa Saratani anasema kuwa saratani inayoongoza ni ile saratani ya shingo ya kizazi, inayofuata ni saratani ya titi. Pamoja na saratani ya koo ambayo inawapata wanaume pamoja na wanawake. Mimi ni Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.